Mfano, unakuja kwenye property kama hii na unasema you know what, I have seen your property. Ni nzuri I like how premium it looks. kuna a potential people ambao mimi nadhani naweza nikawafikia kupitia uuzaji wangu mtandaoni, kama itakuwa ni Instagram, kama itakuwa ni TikTok au platform yoyote ambayo unadhani wewe umeibobea na unaweza ukafanya vizuri huko na kwa kukubaliana na huyo mwenye nyumba una uwezo wa kuongea naye na akakupa the best price. Kwa hiyo, basically unaweza kukuta mtu ana rent out sehemu yake labda kwa dola 250 au kwa dola 50, depends na sehemu ambayo unaenda na akakupa let's say kama ni dola 50 akakwambia, okay, mimi nitakuwa nakupa hii apartment kwa dola 40 kila unaponiletea mteja. Kwa hiyo inamaanisha maanisha unatengeneza margin hapo ya dola kumi kwa kila mtu unayemletea au kwa kila siku ambayo mtu amebuka. So imagine labda tuseme hiyo hiyo dola hamsini mtu amechukua kwa dola hamsini, lakini mwenye nyumba yuko tayari kukupa kwa dola 40. Na maanisha unatengeneza dola kumi, sio? Huyu mtu akikaa siku, unachukua hiyo, unachukua kumi mara kumi, unatengeneza dola mia bila hata kuwa na hiyo nyumba.